Unatazama Furaha FM Media. Ubora unaokidhi soko unaanzia shambani, na sisi, mradi wetu kama mlivyosikia ni kilimo masoko, kuanzia kwenye kulima shambani, alafu tunaenda sokoni. Kwa hiyo soko la uhakika kwa wakulima ni ajenda muhimu sana ya mradi wetu. Kwa hiyo hapa mlivyoona, mmeona karibu kila aina ya mbegu ya mahindi eh, na maharage imejadiliwa hapa, kila aina ya mbolea ya kupandia ya kukuzia, sijui ya kuboreshea, zote zimejadiliwa hapa. Kwa mtindo huo tunaweza kupitia mradi na mjadala huo tukagaranti eh, kilimo chenye tija, kuanzia shambani, usafirishaji, hifadhi na nini unajadiliwa vizuri. Tutakuwa na vikao vyake kuhusu uvunaji na hifadhi ya mazao baada ya kuvuna, lakini pia garanti ya soko na ubora kwa ujumla. Kadiri utakavyotumia mbegu bora, mbolea bora na huduma bora za ugani basi baadaye unapata uhakika wa chakula, tunasema eh, sustainability ya, ya food security, lakini pia uhakika wa soko, resilience ya wakulima, ustahimilivu, hata inapotokea kidogo soko limeyumba, lakini kwa sababu eh, ubora ndio unao garantii mazao yake, atauza tu. Kilimo chenye kustahimili mabadiliko ya tabia nchi yote haya eh, ni ujaribu kuangalia changamoto zinazomkabili mkulima kusudi tuhakikishe kwamba huu ubora tunaotaka wa mazao yanayokidhi soko na kwa muda unaotakiwa e, ndani ya nani ya, ya msimu au kalenda ya mazao, vyote vinawezekana. Kwa hiyo, lengo la mafunzo yale ilikuwa ni kumsaidia mkulima e, kupitia hawa watoa huduma kuona ni namna gani wanaweza kulima kilimo ambacho hata kunapotokea majanga kama ukame na nini, bado wawe na mbinu sahihi za kuhakikisha eh, tija inafikiwa. Kwa majina naitwa Laurent John, ni bwana shamba mauzo wa Yara mkoa wa Iringa. Leo tumekuwa na wasaa mzuri ambapo tumekutana na wadau wa kilimo mbalimbali, ikiwemo makampuni mbalimbali eh, na taasisi za, za serikali, lakini pia pamoja na mawakala ambao wameweza kushiriki e, kikao chetu. Kwa kwa hiyo e, hapa e, tumeweza kukutana na kuweza kuwapa elimu mawakala ambao wanafanya kazi karibu sana na e, na wakulima wetu. Mawakala ambao wameweza kuhudhuria kikao hichi au hafla hii wameweza kufaidika zaidi, kwa sababu wataweza kutoa elimu sahihi kwa walaji wa mwisho ambao ni mkulima. Kwa hiyo ni tumekuwa kikao kizuri ambacho kinatija zaidi kwa mkulima. Kwa majina anaitwa Chris. Natokea kampuni ya Baita, Crop Protection. Sisi tunadili na viuatilifu. Tija kwenye haya mafunzo itakuwa ni kubwa sana pia hata kwa kampuni, tutakuwa tumesogeza ule wigo wigo mkubwa sana wa kuweza kupata wadau wapya na kuweza kubadilishana mawazo, kwa sababu wakulima wengi au mawakala wengi huwa wanaitafuta bidhaa alafu wanashindwa kwa kuipata ile bidhaa kwa hiyo mwisho wa siku wanakuwa wanaenda kununua madukani kwa bei kubwa, tofauti na vile ambavyo angekuwa amenunua kwenye kampuni moja kwa moja, anapata discount kubwa sana. Kwa hiyo itakuwa na ma, mafunzo haya yatakuwa na tija kubwa sana na ingependeza iwe inawekwa mara kwa nyingi nyingi, sio tu kwa mwaka mara moja au ngapi, kwa sababu ni kitu muhimu sana na pia hata pia uongezeko watu wanakuwa wanakuwa wengi sana tunakuwa tunachukua kama watu mia mbili mia ngapi. Kwa hiyo hata hivyo ni mbona watu wachache wa, lakini sio mbaya, waliofika watakuwa mabalozi kwa wengine.